Malezi ya watoto walio chini ya miaka mitano katika jimbo la Vermont. Gharama za maisha nchini Marekani ziko juu sana, kwa hivyo kuna uwezekano mkubwa kwamba utalazimika kutafuta ajira. Ikiwa una watoto, utahitaji pia kupata msaada wa kuwahudumia wakati utakapokuwa kazini au mbali na nyumbani. Katika jimbo la Vermont hakuna sheria mahususi inayobainisha umri ambao mtoto anaruhusiwa kubaki nyumbani bila uangalizi. Hata hivyo, wataalamu wengi wanashauri kuwa mtoto anapaswa kuwa na umri wa angalau miaka kumi na miwili kabla ya kuachwa nyumbani bila mwangalizi kwa sehemu ya siku. Uamuzi huu pia unapaswa kuzingatia kiwango cha ukomavu na uwajibikaji wa mtoto anayehusika. Hata hivyo, ni muhimu sana kufahamu kwamba hupaswi kamwe kumwacha mtoto mchanga nyumbani, au mtoto mdogo peke yake. Hapa Marekani, hairuhusu kuwaacha watoto wadogo peke yao, hata kwa muda mfupi. Kuna mashirika ya serikali yenye jukumu la kuhakikisha kuwa watoto wako salama na wanapokea malezi bora nyumbani na katika jamii. Katika jimbo la Vermont, shirika hilo linaitwa Idara ya Watoto na Familia, au Department of Children and Families, au DCF. Iwapo mtu atatoa taarifa kwamba umewaacha watoto peke yao au bila uangalizi unaofaa, kuna uwezekano mkubwa kwamba DCF litatembelea nyumba yako ili kutathmini ikiwa mtoto wako yuko salama. Iwapo una mtoto mkubwa na utaamua kumkabidhi jukumu la kumtunza mtoto wako, ni muhimu kufikiria kwa umakini kuhusu ukomavu wa mtoto huyo na kama ana ujuzi na uwezo wa kuwahudumia watoto wadogo. Mtoto mkubwa anapaswa kujua jinsi ya kujilinda yeye mwenyewe na kuwalinda watoto wengine walioko nyumbani, kuhakikisha wanapata malezi sahihi na kujua hatua za kuchukua endapo zitahitajika. Ni lazima uhakikishe kwamba huyo mtoto wako mkubwa: anafunga milango yote kwa kufuli. Anawaingiza nyumbani watu ambao tu wewe umewakubali. Anajua jina lako kamili, jina la mahali unakofanya kazi, na nambari yako ya simu ya mkononi. Anajua jina lake kamili na anwani ya mahali anapowatunza watoto wadogo. Anajua hatua za kuchukua endapo kutatokea moto au dharura nyingine. Ana simu anayoweza kutumia kuwasiliana nawe, mtu mwingine uliyemwamini, au kupiga nambari tisa moja moja kwa huduma za dharura, kama vile zimamoto, polisi au gari la wagonjwa anapokupigia simu au kukutaarifu kwa wakati uliopanga naye. Anajibu simu yako mara unapompigia. Unapohitaji huduma ya malezi ya watoto kwa muda mrefu zaidi ya saa chache, itakuwa muhimu kufikiria kuhusu chaguzi mbalimbali mbali za huduma ya watoto zinazopatikana. Kuna uwezekano wa kupanga huduma ya malezi ya watoto kwa kushirikiana na mwenzi wako wa ndoa ikiwa mnafanya kazi kwa masaa tofauti. Ikiwa una mwanafamilia mzima anayepatikana, huenda akawa tayari kumtunza mtoto wako. Unaweza pia kushirikiana na familia nyingine katika huduma ya malezi ya watoto, hasa ikiwa wana watoto wa umri unaokaribiana na mtoto wako. Kwa mfano, unaweza kuhudumia mtoto wako pamoja na watoto wao siku moja, kisha wao wahudumie watoto siku nyingine. Nchini Amerikani pia inawezekana mtoto wako kupata huduma ya malezi nje ya nyumba yako au familia yako. Huduma hii inajulikana kama daycare, yani malazi ya mchana daycare, inaweza kufanyika katika nyumba ya mtu mwingine, vituo vya malezi ya watoto shule za watoto wa chini ya umri wa miaka mitano zinazojulikana kama preschools au kupitikia mpango unaoitwa Headstart. Programu nyingi za aina hii zinahitaji malipo, lakini jimbo la Vermont lina programu za kusaidia kulipa sehemu kubwa ya gharama hizi. Tutaelezea zaidi kuhusu programu hizi katika video nyingine. Huenda hii ikawa mara yako ya kwanza kumwacha mtoto wako chini ya uangalizi wa mtu ambaye si mwanafamilia, jirani au rafiki. Hali hii huwafanya wazazi wengi kuhisi wasiwasi mwanzoni. Hata hivyo, kuwa katika huduma ya malezi pamoja na watoto wengine kunaweza kuwa wa manufaa mkubwa kwa maendeleo na ukuaji wa mtoto wako. Katika huduma ya malezi mtoto wako atajifunza ujuzi wa lugha ya Kiingereza, jambo ambalo lina msaada mkubwa hasa kwa watoto kutoka familia zinazozungumza lugha nyingine pale nyumbani. Pia mtoto wako ataendeleza ujuzi wa kijamii kama vile kujieleza kihisia, kushirikiana na wengine, kushirikiana katika kazi za pamoja na kucheza kwa amani na watoto wengine. Aidha, ataanza kujifunza stadi za msingi kama kuhesabu, kusoma na kuandika. Watoa huduma wa daycare na waalimu wamefunzwa kulinda usalama wa mtoto wako huku wakimsaidia kujifunza, kufurahia na kuendeleza ujuzi mpya. Katika jimbo la Vermont, kuna programu mbalimbali zinazoweza kukusaidia kupokea na kulipia huduma ya daycare. Ingawa mfumo huu unaweza kuwa mgumu kueleweka, kuna watu wengi waliopo tayari kukusaidia. Unaweza kupiga nambari 211 ili kuuliza kuhusu huduma ya malezi ya watoto katika eneo lako. Simu yako ikijibiwa, sema interpreter kwa Kiingereza, kisha taja lugha yako.